Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote, dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu. Kila mamlaka imeletwa na Mungu, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme. Kila mamlaka imeletwa na Mungu, na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anaoijua duniani. Hakuna, Mungu peke yake ndo alikuwa anajua kwa nini Samia leo yuko hapa? Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini tuvae majoho. Yale majoho yetu yaoneshe sura hal halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini, dini zote. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu. Maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa sisi, kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi, Tanzania ni wakati a wa Watanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu, na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania tunaposema tunalinda sovereignty tunalinda uhuru wetu tunalinda nchi yetu lazima tuseme kwa moyo sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50 sisi tunaondoka tunawaachia nyinyi hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa lakini hilo mlijue vizuri sana mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya, maumbile ya mwanadamu yanakushawishika, wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndio hao wanaotekeleza. Na ndo maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga wa, wa, wa kuna washitiri kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu, ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge.